Ee, mchakato wetu wa transformation ambao tulianza elfu mbili na kumi na saba sasa ni elfu mbili na ishirini na tano miaka mingapi? Hiyo minane. unaenda kufikia tamati, unaenda kufikia tamati. Ni kipindi kigumu tumepita, kwa sababu huu mfumo kuacha ambako unatumika Ulaya hasa Ujerumani. Afrika hakuna klabu inatumia mfumo huo, kwa hiyo tulikuwa tunaona ugumu ambao mamlaka za serikali na mamlaka za soka na wizara husika, tume la ushindani, ambavyo ulikuwa unapata changamoto ya kuweza kupitisha mfumo huu, mfumo huu ambapo unaita ni hybrid, kwa maana umegawanyika, wanachama wanahisa zao na mwekezaji wa wawekezaji wanaisa zao ni mfumo mgeni kabisa. Lakini tunaomba kusema kwa uwazi, ni miaka minane iliyokuwa na changamoto kubwa sana. Ibidi kwenda tume ya ushindani, na wakati huo tulikuwa tumeshaanza na ile interim board, ukasema kwa nini mlianza kabla ya kuja huku. Tukapigwa fine tukalipa, ikabidi tukapita RITA, ikabidi tukapita BMT, ikabidi tufike mpaka mamlaka za juu. Ofisi ya waziri mkuu, waziri mkuu akazungumza, lakini hatimaye mwanasheria mkuu wa serikali akakutana vyombo vyote, akasema baada ya kupitia hizi matatizo na tumeshauriana, basi nashauri Simba na BMT mkae, mwende mkayamalize. Kikao chetu cha mwisho cha wanachama tulipitisha hii katiba ambayo tunategemea kama si leo, kesho kashukuta itakuwa imesajiliwa. Sasa hili ni jambo kubwa kwa klabu ya Simba, kubwa kulikweli, kwa sababu sasa ndio tunaanza safari. Kwa hiyo hii miaka minane ilikuwa ni up and down, up and down. Tunaingia sasa kwenye mashirikiano na tunaingia kitu kinaitwa shareholders agreement kuweza kujua mwekezaji atafanya nini na wanachama nao watafanya wa